Sisi ni Watanzania, hatuna mahali pengine, hatuna taifa lingine. Bwana Yesu tunakimbilia, acha rehema zako ziwe juu yetu, samehe dhambi zetu, tukakase kama taifa, osha dhambi zetu Bwana Yesu Kristo, kumbuka gharama ya msalaba, ukumbuke gharama Jesus. Bwana Yesu sikia maombi yetu, maombi yetu, maombi yetu, samehe dhambi zetu kama taifa, samehe dhambi zetu kama taifa

forgiven. We are confessing our sin as a nation. We are confessing our sin as a nation. We are confessing our sin as a nation. We are confessing our sin as a nation. In any place that we have committed a sin, juma, juma I know Father. I know Father. I know Father. I know Father. I know Father. I know Father. We have misused the peace. Tume,

tukishi maisha. Bwana Yesu Kristo, rudi tena kwetu, rudi tena kwetu, na kuwa mwenye neema. Tunaomba nafasi nyingine

Zambi za a, zambi za uongo, zambi nyingi, bazietu zambi za uongo, bazietu, zambi, za zambi za kuiba Some of us.

We are a cause of it. Sisi ndio sababu. We are a cause of it. Sisi ndio sababu. Amani yote tupatia sisi sote. Even all is must have a duty. Kila mmoja anapaswa kuwa na wajibu wa kuilinda amani. Bwana Yesu. Wote waliotumia silaha

Kwa sababu ya matamanio yetu watumishi wa Mungu. Tumeingia kwenye siasa. Have messed up on us. Kuwa mwenye rehema kwetu, tumepoteza nafasi ee, tumezipoteza nafasi yetu. tume tume tume. tume tume. messenger. Kama wajumbe wako, tumezipoteza nafasi zetu. Kuwa mwenye neema kwetu, tusamehe, tutakase, rudi tena kwetu na kuwa mwenye neema, rudi tena kwetu na kuwa mwenye neema, rudi tena kwetu, kuwa mwenye neema

tunajua tustahili, tushike tena, hatuna popote mahali pa kwenda, hatuna mahali pa kwenda, hatuna mahali pa kwenda rehema church. Kama kanisa, umesema aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema. Umesema kwa rehema na kweli watu usamewa dhambi, naye Danieli akasema Mfalme, shauri langu lipate kibali mbele zako, ukaache dhambi zako zote na kuaulumia maskini. Umetupatia taifa zuri. Umetupatia taifa zuri. Kumbuka ulisema. Wewe ni Mungu mwingi wa rehema, mwenye huruma, si mwepesi wa hasira. Uko tayari kusamehe dhambi na makosa, wala hautamhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Tumekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, ujulikane kuwa una haki utoapo hukumu. Tumekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maasi mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, wewe ujulikane kuwa una haki utoapo hukumu. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo.

have upon us. We are the cause. Sisi ndio sababu. sababu. We we are are the the cause. cause. Sisi ndio As men of God, Sisi kama watumishi wa Mungu ndio sababu. As a Christian, we are the cause. Sisi kama Kristo ndio sababu. As are are the the people of Tanzania, we are the cause. Sisi kama watu wa Tanzania ndio sababu. As are are the the leader, we are the cause. Sisi kama viongozi ndio sababu. Jesus. Yes. Yes. Umesema unataka rehema sio sadaka. Mhm. Rehema. Messi. Rehema.

juu ya taifa letu turehemu, kama taifa watu watakapoziacha pi watu hawa watakapoziacha njia zao mbaya na matendo yao maovu, wakanigeukia mimi Mungu kwa moyo wao wote, ndipo mimi Mungu nitakuwa Mungu wao na wao watakuwa watu wao. Umesema watu hawa watakapoziacha njia zao mbovu na matendo yao maovu, wakanigeukia mi Mungu kwa moyo wao wote, mimi ndipo nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Umesema nitawasamee dhambi zao, ndipo mi Mungu nitakuwa Mungu wao, asema Bwana majeshi mesi rema Tupe neema tena ya kuendelea, pasipo neema yako hatuwezi kwenda popote. Without your grace, pasipo neema yako, we cannot go anywhere. Hatuwezi kwenda popote. Without your grace, pasipo neema yako, we are wasting our time. Tunapoteza muda wetu. Without your grace, pasipo neema yako, we cannot go anywhere. Hatuwezi kwenda popote. Hey, hey, hey. Give us the grace again. Tupatie neema tena. Tupatie neema tena. Neema tena. Hey. Neema ya kuendelea tuende kama taifa. Pasipo nemako tuwezi kuimaliza mwendo huu. Father, baba, blood acha damu yako isimame kwa niaba yetu, our behalf isimame kwa niaba yetu. Asante baba kwa kuyasikia maombi yetu Father, asante baba for hearing your prayer. Kwa kwa kuyasikia maombi yetu, asante baba kwa kuyasikia maombi yetu, asante baba kwa kuyasikia maombi yetu katika jina la Yesu Kristo, kwa kuyasikia maombi yetu.